Kuna dada mmoja akanifuata, akaniambia nataka kupungua, lakini rafiki la yangu ameniambia konyagi itasaidia kupungua, hizi pombe kali hizi spirit itasaidia kupungua. Kaniambia, okay, kwa hiyo umeshindwa kufanya diet upungue, umeshindwa kufanya mazoezi upungue, eh, umeshindwa kutembea upungue, umeshindwa kufunga upungue, unataka kunywa pombe ndio upungue? Kweli? Eh, hey, kuna rafiki zangu nimeona anasaidia tu kifuatilia wanao wanao kunywa spirit, wengi wanapungua sana. Kule sio kupungua. Unadhoofisha organs zako. Okay? Ini lako linakosa nutrients. Figo zako zinadhoofika. So unavyoshindwa kulitorize hizi nutrients, metabolism yako iko hovyo ndo una shrink, una shrink, unadhoofika, kwa sababu chakula tu kiamuche nyeti. Sasa hii tuchukue tu madini, tuchukue nutrients kwenye kwenye utumbo, no? Una process inatakiwa mpaka seli zako zinapata hizo nutrients. Sawa, kuna michakato hii ni figo zinapitia, zinapitia hii no, si ni zinapitia ndio unapata hizo nutrients. Sasa unavyozidi kuzoofisha vile organ, unazidi kupungua ni simi napungua vizuri. No, sio kupungua huko. Huko ni kudhoofika. Lakini wengi wakikimbilia kupanda scale. Lakini kitumbo kiko hapa mifupa tu. Mabega yamepanda juu hivi. Ni wale wale wanaokunywa ma, madati, wanaofanya sudati za juisi, sio wanafanya dati za mboga mboga, wanafanya sudati za matunda. Wanafasi dadi za tikiti wale wale, yaani huwa wanahisi wana shrink, wananyauka, wanahisi wanapungua. Kule sio kupungua guys, ka huko ndiko kukosa nutrient. Ndio umeona kuwa hivyo, hauli mlo kamili, hauli protein, hauli vitamins, hauli nutrients za maana, hauli minerals za maana, alafu unakuwa kula tu labda detoxing, labda matunda detoxing, matunda detox. Unasasa ndio kupungua, unadhoofika. So acha kudhoofisha viungo vyako. Acha kuzoofisha maini yakisha shashindwa kufanya kazi hapo iwadani una fatty liver. So pombe sio njia nzuri ya kupungua never. In fact, kwa watu ambao mnakunywa pombe hasa wanawake, yaani wanawake acheni pombe. Wanawake mna estrogen hormone. Mkiongeza estrogen hormone mnaongeza more estrogen. Mnapata hormone imbalances. Utasikia mwanamke ana, ana endometriosis, ana PCOS, ana fibroids mdogo mdogo, ana malizo kibao. Mwingine akwambia hii wana fribert, tusipotoa tusipotoa na kizazi, wewe unakufa. Wanakunywa majusi ya hovi hovi kila siku, hapa energy kila siku. Mungu wangu, it's bad guys. Mwili wako hauna uwezo kuvunja vunja pombe, so inakaa mpaka masaa 72, kwenye system yako, ina roam around roam around. Mwili wako unaacha kazi zote unazijua duniani, inaanza kujili na pombe tu.